Kwa hiyo wanakamatwa hawa wote, na Biblia inasema wakawakamata, walitupa mikono yao juu yao, ambayo lina maanisha ya ghafla uh, na kwa nguvu, suddenly and forcibly. Na ngoja niwaambie kitu cha pekee, mitume hawakuresisti, hawakupambana moja mbili, hawakutaka kutoroka. Saa nyingine wanaketi naangalizia wale wanaojiita viongozi wa dini, wahubiri wa injili wenzangu, ambao wakisikia polisi hao wanachomoka. wana Mimi nashindwa kujua wana Yesu yupo, yaani na maana wao ndio mafundi sana kuliko kina Petro na wengine. <laughs> Na ndio maana wana bodyguard, wana haki kabisa kuwa na bodyguard kama Petro na Yohana hawana bodyguard, wao wana haki kuwa na bodyguard na waendelee kuwa naye <laughs> wakisikia polisi wamekuja kuwakamata, wanakimbia. <laughs> Ah, wa mitume na manabii hawa! <laughs> They did not resist, hawakupinga chochote. Spiriti ile roho ya watu waliona Yesu very humble, irresistance, ni watu ambao hawawezi kuzuia, wala ni wanyenyekevu siku zote, hawana chochote kwa sababu ni innocent. hawana kitu chochote. Mtu akitaka anakuja kunikamata kwa sababu nasema ukweli ambao kwao wanaona ni uchochezi, sina sababu ya kutoroka wala kukimbia. Nisikizeni ndugu zangu, wa Kristo hawakimbii wanapokuja kukamatwa. Ingelikuwa hivyo, unajua unamfuata Yesu ambaye wewe na mimi tunapaswa kumfahamu vizuri. Hamna, walikuwepo tu vizuri na kidaga ubaga wanaposikia kusimama kwa ujasiri. Maana yake huwezi timua, huwezi kwa sababu wacha waseme umechochea, unahubiri uchochezi kwa sababu kipindi kile kwa mamlaka ya Israeli ilikuwa ni uchochezi. Kwa hiyo walitaka wasuppress freedom ile boldness ya mitume ya kuhubiri Kristo aliyesulubishwa akazikwa na akafufuka, tumaini la Israeli. Kwa hiyo walitaka walizime, waje wawakamate Paulo na Yohana. Hawakimbii tena, wakawakamata hawawezi kupingana wala chochote. Hawahitaji utumie ubabe, yaani kamata, they cannot resist, hawawezi kukimbia. Kuna kitu tunahitaji kujifunza. Alafu unatimua hapo, baadaye unasema wetu na ujasiri. Ujasiri gani? Kwa nini? Kwa sababu kwa nini hawakukimbia Petro na Yohana? Hawakukimbia kwa sababu wakikamatwa Mungu ameruhusu hilo, walilijua vizuri sana na kama Mungu anaruhusu, maana yake kuna jukwaa na watengenezea la kuhubiri Injili. Mnanisikia vizuri hapa saa hiyo, mnanisikia lakini mmejifuta ufahamu tayari, yani ndio <laughs> maana wakitupeleka gerezani tunaona kama kule tumefungwa katikati ya mbuzi na kondoo wakati unajua ni wanadamu wenzetu, kwani wakakupeleka gerezani, unaenda kukana nani? Si wanadamu wewe? waliokuambia wakuhubiriwa ni wale wanaokutana tu huku Kizota barabarani? Kuna siku Yesu atakupeleka Isanga, sio kupeleka sabuni. Aha, ukakae sasa, presha yako ni nini? Ikiwa safari hiyo Mungu anataka ukae nao kabisa pale Isanga, hivi presha yako ni nini hasa? Ingilia kati Bwana ingilia kati ndio, ameingilia kati hivyo hiyo. <laughs> Ni boldness by the Holy Spirit, it's spirit filled boldness, ni ujasiri uliojazwa na Roho Mtakatifu, sio wa kujitengenezea. Kwa hiyo walipo wanani hapo kesho yake Biblia inaeleza kuanzia ule mstari wa tano mpaka mstari wa saba wakawaweka katikati. Petro na Yohana wamezungukwa pande zote, na wamezungukwa na nani? Scribes. Ni vizuri ujue scribes hawa hawa waandishi hawa hawa wazee hawa, so unasikia kitu kingine wazee, unasikia saa nyingine waandishi. Hawa ni wasomi wabobezi, maana yake umewaketisha na scholars. Petro na Yohana wako katikati ya wasomi wanazuoni wa wakati ule Yaani wako mbele ya universities za dunia Listening, brain ambao ni super kwenye ulimwengu wa wakati ule. Biko Petro na Yohana wako katikati, alafu wengine ni nani? Ni wale viongozi wakuu wa mahakama za nchi ya wakati ule. Kwa hiyo ina maana Petro na Yohana walikuwa katikati, wamezungukwa na universities, wasomi wa vyuo vikuu, halafu wamezungukwa na mahakama ya dunia In the midst of the universities and the courts of this world. Now how sio asomi kama wao when the the best minds of the world unapopambana na wasomi ambao wana wanaweza waka twisti wana maarifa wana jua cha kufanya, hao ndio walikutana nao lile barasa. Na linafanyikia wapi? Yerusalem, kwa sababu Sanhedrin ni Yerusalem. Na wanao wahoji ni watu wa kiwango cha juu mno cha elimu na nani pia, na viongozi wa mahakama ndio wako wao walijua tutawafiksi tu, ili wapate sababu ya kuwafanya wajulikane wamekomiti crime, wametenda kosa ajinai walichokuwa na wahoji, ili wapate, watawatega ili waingie kwenye mtego, wanaitwa waasi, wanaitwa wametenda uovu, ndicho ajenda. Kwa hiyo confrontation yao ilikuwa ni mbele ya wanazuoni na mahakama za dunia. Unajua, ndio maana Yesu alisema watawapeleka katika mabaraza watawapeleka huku na kule, msipate wasiwasi, mtapewa cha kusema wakati ule. Haleluya, haleluya! Hawakujua ndani yao iko nguvu iliyo zaidi ya vyuo vikuu vya duniani, na halafu mahakama kuu kuliko mahakama zote. Kumbe mbingu ziliruhusu wakamatwe ili waandaliwe jukwaa, maana hawa wasingelikuja kwenye mikutano. Mnanisikia? Lakini jipange, viongozi na mamlaka ya nchi hii ya Tanzania, wawe ni bunge, wawe ni mahakama, iwe ni serikali, wengine tutakutana nao tu tunapokamatwa Hawatakuja Kizota, hawatakuja kwenye mkutano mahali popote, mradi tu umejazwa Roho Mtakatifu. So, unapiga kelele, unapiga kelele, kumbe Mungu alikuwa anasema, nina ajenda bado na hawa watu maana hawa ndio walikuwa wanapambana na Kristo sana, ndio walisema muondosha, tumtaki. Jamii ya makuhani hawa, Kayafa na Anas, the high priest aliyokuwa ni chairperson na Sanhedrin. Lakini pia kulikuwa kuna Kayafa, mke wake walikuwa, walikuwa na tawara halafu na wengine wote hao na hawa askari waliokuwa wanahusika. Kwa hiyo ukiona wako pale na ni Petro na Yohana waliuliza swali ambalo light wangelijua, yani wanafahamu, lakini wanajikosha <laughs> E, wanaulizaje? Ambie, ni kwa mamlaka na kwa jina la nani munafanya haya? Na unajua waliwahi kumuuliza Yesu pia ni kwa mamlaka ipi unafanya hivi, na wapo wanahoji authority, mamlaka na kwa jina, ndio ilikuwa swali lao kwanzia aya nani. <laughs> Hey, waliposema hivyo Petro akaanza aka kujibu, angalia, nipo na unaona sasa. Ujasiri wake Petro straight akasimama, wako yeye na wako katikati, wamezunguka huku, ni vitu huko, ni vitu wameta wameketi, watu wameketi, haa, wasomi wanazoni, halafu na mahakama ya wakati, wako hapo Petro akaanza na hilo hilo la yule aliyeponywa. Nasikiliza vizuri, angalia namna ambavyo alianza akasema. Ujue kwamba na inaonekana Biblia inaeleza kwamba wakati wanazungumza pia hata yule aliyeponywa yule naye alikamatwa, kumbe maana naye alikuwepo pamoja na wao, amesimama hapo hapo, yeye alikuwa amesimama hapo, ila hawa ndio wako arrested, ndio wako chini ya ulinzi katikati ya hapa. Petro akaanza, unamuona huyu aliyesimama ni habari ya huyu tunayezungumza, na sasa angalia kitu cha pekee alicho tofauti na siku ile kwenye hekalu, hotuba yake ilibadilika. Kwenye hekalu alizungumza na wale watu juu ya Kristo na huduma yake na namna anayopaswa kuokolewa hapa hapa Petro alibadilisha hotuba yake. Petro alipoanzia kwa hao akaenda kwa huyu unayemwona Yesu Kristo amemfufua. Alipofika pale, akaeleza ambayo ninyi mlimsurubisha mkamuua, ambaye ndiye jiwe kura pembeni. Wale walikataa waashi, yaani ninyi waashi mmelikataa, na ninyi ndio mliyemsurubisha. Yaani uwezi kujua hiyo unaposikia Boldness of Peter. Ujasiri wa Petro ni kwamba habakizi kitu, hasemi kwa kumung'unya, yuko very calm, mwa mtaratibu kabisa, lakini straight anasema huyo ambaye ndio mzee wa uhai, ninyi mlimsurubisha, yan asemi walisurubishwa, yani ni ninyi, yani leo ya kueleza ukweli, ninyi ndiye mulie muua. Moja la pili, mko kumuua, mulikataa yeye. Ndiye jiwe kuu la pembeni, halafu ninyi kama wajenzi munawezaje kuruka lile jiwe la pembeni na, na, na. Kwa maana ya kwamba huyo mliyemuua mkamdharau, huyo huyo ndiye msingi wa jengo ambalo ninyi mlipaswa muweke mafundisho ya watu kumjua ni yeye, halafu mnamkataa kama wahashi fundi ujenzi. Eh, ujenzi ambayo mnamkataa ninyi ndio mliyemuua. Na hotuba yake akiwa ametulia, lakini akazungumza openly, wazi kabisa. Petro Akazungumuza ikiwa kinagaubaga, frankly boldly, kwa ujasiri. Haoni wasomi, haoni wenye vyeo, haoni kutishiwa, haoni kuuawa, ila ukweli anao na haachi chochote, without skipping, bila kuruka, without canceling truth, bila kufuta ukweli, without omitting the truth we alipomaliza kuongea, akasema, hebu tokeni mtupishe kwanza, askari wawekeni hao pembeni kwanza ya moto hiyo. <laughs> usomi wao wote, akili zikaanguka chini, aasema hamna, hebu watuweni kwanza. Wakaanza kujadili tunafanyaje sasa Wakajadili wakajadili, kwa zile aya 13, walipoona ujasiri wao, ndivyo Biblia inavyoeleza walipoona ujasiri wao. Hawana elimu, si chochote. Walichojua ni kitu kimoja tu, wakajua walikuwa pamoja na Yesu. Haleluya! Ndio maana waoga wote wanachosema ni hivi, hawako pamoja na Yesu. Kama ni kwenye familia yenu unatishiwa, watakusomesha unatishiwa, atakutenga na ukoo, unatishiwa sije utakuaje. Kama ni ofisini unafanya kazi, unatishiwa, eti utagotolewa kwenye cheo, unatishiwa kwamba utafanyiwa figisu. Kama ni uko appointment ya serikali, unatishiwa, ukiwa mwaminifu eti utafanyiwa hiki na kile, lazima kwanza usafishe watu kwa mafuta, hata kama ni wachafu. Sikiliza Biblia inachokisema, wakagundua ya kwamba wamekuwa na Yesu. Unaposikia ujasiri maana yake unasimama kwenye kweli na unachokifahamu, haupunguzi neno, hauongezi neno, na unalieleza kinagaubaga, wazi wazi, na kwa ujasiri kwamba aliyeketi hapo ni diwani ama ni mbunge ama ni waziri ama ni rais ama ni naibu nani ama sijui ni nani, imradi uko mbele hapo, anasikia hicho. Ndicho somo nasema, simama kwa ujasiri, imradi tu na hakika, ili ni neno la Mungu, usifikiri utampata kwingine. Yesu amemleta na amekuleta wewe katika vifungo, ili ajue wamefunga mikono wamekufungwa kwenye mazingira lakini akili yako haijafungwa. Yesu yu hai katika akili yako. Walipojadili wakajua kwamba na, la, la, la. Hatu tunafanyaje? Wakataka wakatoka na konklusheni mbili, moja wakasema hatuwezi kuwashughulikia chochote kwa sababu ya watu kwa hiyo watu kwa nini? Kwa sababu watu walikubali ule ni ukweli wa neno wa Bwana, hawawezi kwa sababu ya watu waliupokea. Halafu ajenda ya pili wakasema hawawezi wa kukanusha yule aliyefanywa kuwa mzima, kwa sababu hiyo ni muujiza wa wazi, hawawezi kuukana. Kwa hiyo ikawa wakashindwa kwa sababu hizi mbili, wakasemaje? Sasa tuwatishe, let us threaten them. Kwa hiyo waite, wakawaambia, sikiliza, tumewaambia hivi Marufuku kuzungumza habari za huyu Yesu na habari ya ufufuo, marufuku. Hapo ndipo ni kama Petro amepata kichaa. <laughs> Petro akasema, ama tuwatii ninyi ama nani? Hukumuni ninyi wenyewe. Maana yake ni kwamba sisi tutuona kifanya hekaruni niyo tumeapewa agizo na Mungu, tunamtii yeye. Leo mnataka tuwatii ninyi? Poleni Poleni. Kisha wakasema, maana hakuna wokovu katika mwingine yeyote chini ya nini, ambapo wanadamu wapasaro kuokolewa isipokuwa huyo Yesu Kristo. How can we, tunawezaje kutomsema habari yake ambayo kwake yeye ndio wokovu? Wokovu hauko ndani yetu, wala hatuwezi kujitengenezea huko ndani yake, na tuna agizo lake. Leo mnatupatia agizo sisi, sisi hawa Tafuteni wengine wa kuwatisha tu. Wanaangalia hapo mpaka naogopa. Kanisa hili, wahubiri wengi wanapata fursa, hawahubiri ukweli wanaojua. Hawahubiri hewa, hatuhubiri ukweli tunaojua. Unapewa nafasi, unamungunya maneno kabisa Kanisa limetoa fedha, watu wameweka muda wao pale, lakini umeitwa wewe ufanye, lakini unaanza kuzungumza wewe. Unajua hiki na kile, na unajua Jumapili ni ibada ya mnyama, na unajua kabisa sio siku ya ibada, unajua Mariamu hajaenda mbinguni, na unajua kabisa tuombe kwa wafu, unajua kabisa kuna hiki nafata, unajua ukweli wa hiki na kile, lakini unasema, unajua, wengine tutawafundisha tukiwa ndani ya kanisa ufugaji wa minyoo Wakatambua ya kwamba Yesu alikuwa nao, na Biblia inaeleza Petro akijawa na Roho Mtakatifu. <laughs> Hawakujua, huyu sio mvuvi wa samaki, huyu ni mwingine anayenena ndani yake, mpole mtulivu, lakini ukweli wote anauweka mezani, kuonyesha kwa ya kwamba mna hatari kwa sababu huyo ndio jina ambalo wanalopaswa kuokolewa wote wanaenda pale. Kwa hiyo wakawatisha, hawakutishika, wakalazimika kuwaacha kwa sababu waliogopa watu, maana watu walikuwa huko nje wanataka waone watawafanya nini, kundi la watu wengi la pili. Wakaona tunafanyaje? Kwa ule muujiza ambao ulikuwa wawazi, ila tuwatikise tikise wasiendelee. Eti Pato anasema, yaani tumepewa agizo enendeni kuanzia Yerusalemu, halafu Uyahudi, halafu Samaria na mwisho wa nchi. Ninyi munasema eti musisambaze? Nasema hukumuni ninyi wenyewe yani, yani tusieneze tulichoagizwa kueneza